Katika hilo ndipo tuna maana moja, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwamba uwepo wako katika wilaya hii siku ile na leo, inawezekana, mimi kama mwenyekiti wa halmashauri pamoja na madiwani wangu, ikawa inawezekana ni kikao cha mwisho cha kushiriki na wewe kwenye kikao hiki kikubwa, kwa maana yake, kwa kuwa sisi tumebaki na muda mchache wa kuwepo hapa halmashauri. Tunaweza tukasema kama hakutakuwa lolote jingine inawezekana tukawa na kumbukumbu zetu za mwisho kwamba kwa mara ya mwisho tuliachana niachana mwishoni, mkuu wa mkoa katika baraza maalum la halmashauri ya Tanganyika, ikiwa, naamini kuna majukumu mengi, inawezekana usibahatike kuja kwenye vikao vyetu vya mwisho utakavyokuwa unamalizia kwa ajili ya kuja haya mabaraza, na inawezekana siku nyingine ukaja ukakutana na baraza la madiwani ambayo inawezekana kawa na madiwani wapya na sisi wengine anatosiwemo tukawa asisi kwao, lazima tujivunie kuwepo kwako kwa kwa leo na itatupa ma, sisi kumbukumbu kwamba kwa mara ya mwisho kama itatokea basi tuishiki nawe katika kikao hiki. Kwa kweli hizi zitabaki kumbukumbu kwa sana. Naamini sisi wenyewe tunaendelea kujipigania na wewe mheshimiwa mkuu wa mkoa, na yeye atakamtu na utaendelea kutupigania siku, ikiwezekana Mwenyezi Mungu kama atakavyokuwa amependa, inawezekana tukakutana tena siku nyingine kwa mara nyingine kwa sababu pamoja na kwamba ni kwa baraza lakini mimi kama kiongozi wa madiwani sijapata hata mtu mmoja anayesema kwamba nasikia ni safi. Kwa maana hiyo tunaenda kupambana huko, au tasuluhu ya kibeli ya anatoa vitu na nasema, nasema hayo kwa kujivuna, kwa sababu tuko na wazee wa non form pale, wao wenyewe wanasema non form no action, kila kwa vikao tuko na yani yale ambayo hayatiki, alafu tunashiriki tunashirikiana lakini naamini ndipo kwa Mungu na sasa tunaenda kwa moja, na tunaamini sana kwa ushauri, na kwa sababu tunataka maendeleo ya kitaifa zaidi. Mheshimiwa mkuu mkuu, na mheshimiwa wajumbe, ndio ndio haya, lakini bado ni kama salamu za kusalimisha mheshimiwa mkuu wa mkoa katika kikao chetu. Kikao chetu ni kikao maalum, mheshimiwa madiwani, kama alivyotangulia kusema mkurugenzi mtendaji, kwa maana ya katibu wetu, kama taarifa za utekelezaji wa miradi ya bakaa inayoendelea na mpango wa miradi ya mikakati ya kimkakati ambayo tunaendelea nayo, na tumeshapitisha kwenye vikao vyote vya karani ya halmashauri. Kwa hiyo tumeona kuitisha kikao hiki ili kwanza tutambue ile miradi na shughuli zinazoendelea na hatua tulipofikia, ili serikali ya mkoa sasa iendelee kujua Tanganyika. Mheshimiwa mwenyekiti, nashukuru sana kwa nafasi hii uliyonipatia. Nakuweza na mimi kuzungumza na baraza hili maalum la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Tanganyika. Naanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia wote uzima hai kuweza kukutana siku ya leo katika mkutano huu maalum wa baraza la madiwani, lakini pia nitumie nafasi hii kukufahamisha e, na kuwafahamisha wajumbe kwamba nimeongozana na viongozi mbalimbali akiwemo katika utawala ambao tayari wameshatoa salamu. Nimeongozana na wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa, naomba mpunge mkono kwa ajili ya kumsalimia mwenyekiti wa baraza hili, kamati ya usalama mkoa. Lakini pia tunao wataalamu mbalimbali kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa, naomba msimami. Asante sana basi, nitumie pia nafasi hii kuendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri, kazi kubwa anayofanya kwenye uh, nchi yetu na kwenye mkoa wetu wa Katavi, kwa maendeleo makubwa ambayo tumeshuhudia katika kipindi kifupi eh, cha takriban miaka minne, nimi sasa na pointi zake tunamshukuru sana kwa sababu ameweza uh, kutuletea fedha nyingi za kutosha kuweza kufanya mkoa wetu kupata maendeleo makubwa. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais na tunamwombea wakati wote wa tuna na ni waombe wote tuliopo humu na wale ambao watatupata kwa njia mbalimbali, tuendelee kumwombea dua njema Mheshimiwa Rais pamoja na wasaidizi wake. E, kitaifa lakini, na sisi tuliopo huku pia tuombeane mema uh, lakini pia tuendelee kuwaunga mkono na kutekeleza maelekezo ya viongozi wetu hawa, kila wakati wanapokuwa wamekusudia kuwafikia wananchi kwa njia mbalimbali, kuanzia mwaka elfu mbili ishirini mpaka sasa hivi. Hongera sana kwa kazi nzuri ambayo umeifanya kwa muda wote huo ni miongoni mwa halmashauri ambazo sijawahi kusikia malalamiko ya waheshimiwa madiwani wala malalamiko ya watendaji kukulalamikia wewe kama mwenyekiti wa halmashauri hii. Hongera sana tunakupongeza sana, na kwa kweli Mwenyezi Mungu